unaosema Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Saburi 145 mstari wa tisa. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote lakini sambamba na hiyo pia wanasoma Warumi 8:21, Warumi 8:21, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu nisema Warumi nane ishirini na moja hiyo, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Maneno yote mawili ukiunganisha, unapata wema wa Mungu katika kazi yake na uhuru wema wa Mungu katika kazi yake na mhulu Mungu. Kwa lugha zote iwe makiusa kiao, iwe Kiswahili Mungu, iwe mrungu, iwe chaa tevo, kwa lugha yoyote kiingia, maana yake ndiye asili ya kila kitu maana yake ndiye chanzo cha kila kitu. Na hata wasomi wange mzuri wa kutafsiri Bibilia neno la Mungu wanasema Mungu amejifunua wa katika mambo mengi, lakini hiyo kuu ni umbaji. Mungu ameifunua katika uumbaji, yaani hata unge isha angeleta sayansi angeleta kila kitu eleta hoja zenye nguvu sana ni mwisho, tutakubaliana alianzisha kitu kimoja. Nikisema dunia ni kipande kilichonebuka toka kwenye jua, sayansi ya zamani amauma sana bado. Nataka kuuliza jua iitokana nai? kisema mimi nimetokana na baba na mama na baba na mama waitokana na mababu na bibi na babu na bibi waitokana na akina nyanya, talie mpaka wa mwanzo talie mpaka wa mwanzo taisha tu waikwekolie mweka mwanadamu duniani. Hata ungesema neza hii imetokana na mbao, mbao netokana na mti, mti metokana na mbegu Narudi tu kwamba alea aliye chanzo cha kila kitu Mungu amejifunua katika mbali, lakini la pili, Mungu amejifunua katika neno lake. Akusoma Biblia nakuva wazi kwamba Mungu aliumba vitu vyote, aliumba bahari, aliumba nchi aliumba vitu viwepo na baadaye akamuumba mwanadamu kwa mfano wakwake. Mungu amejifunua katika neno lake, lakini pia tusipoelewa neno, basi tutakutana na matumishi ambao Mungu anajifunua kwao. Na jamani, yuko Mungu naagudu ndiye aliyekuumba aliweka pumzi ndani yao kwa bado hatakibisha sana kukutana na shida zingine, hata ukaumwa, ukasema, e, ninywe dawa, ukasema, mama nisaidie. Kini, kuna mtu tasema uliye nileta duniani naunisaidie amen. Kutana na um, um, mtu mmoja nikamuuliza, msali wapi? Kasema meacha kusali ksanasari baadaye baadae nikaamia, baadaye baadae nikaacha. Kamuuliza kwa nini, akasema tumeisha kumwona Mungu. Nimuuliza swali dogo, tumai kuumwa? Akasema ndio, akasema walipoumwa, kili kabisa, jipu lilikamata huko jip, eh, siku waliokamata kumkamua Iita mama kumsaidia akasema nimekukosea nini Mungu? <laughs> nimuuliza swali dogo tu Mungu, mi mkuta wapi wakati ujawahi mwoni? Akasema mchungaji, tukiwa wazima tunajitahidi kujihami, ila bado Mungu yupo na tukiwa kwenye shida ndo tunamtafuta sana Mungu, ila tusaidie kwa Mungu amejifunua kwa njia, kwa hiyo kazi zake ni njema, kazi zake mwema wakati wote. Anatusaidia wakati wote. Anajifunua kwetu wakati wote. Yuko kila mahali. Ni omni presence. Kila mahali Mungu anapatikana. Yaani hata tukinyamaza sisi hapa Rungwe, kila kule kuna watu wasema Mungu. Wakinyamaza wa Tanzania, Afrika Kusini <coughs> wanasema Mungu. Tukinyamaza wote Afrika kule, Marekani wamekusanyika wanasema Mungu. Kwa hiyo yupo kila mahali, kazi zake ni njema anawaza uhuru kwa mwanadamu. Uhuru neno la pili, kwa kuwa viumbe di vyenyewe ambayo sisi ndio tumekupwa kwa kazi ya Mungu viumbe hmm? di vyenyewe nayo vitawekwa huru. Kwa hiyo tuko huru, e, tuko huru. Na huru zaidi ni mwanadamu, yaani hata simba hataki kukaa mbugani, lakini akijaribu kuchomoka hakuna kutoroka, wamejichagulia tu njia nyumbu, waende Serengeti, waende Kenya, lakini wanarudi tena, kwamba watorokee eh, huko au huku Tanzania, watorokee huku, kuna watu wanawarudisha. Mwanadamu anaweza kuchangua hata kwenye masuala ya stress sababu ya stress misema, upende, na ndao upende kile unachokipenda ukipate, kinapunguza nini? Stress. unapenda kula kanyama, basi ule kanyama, ni huru wa mwanadamu wote. Kama unapenda uvae vizuri uvae nini vizuri, ukikosa stress zinaongezeka kidogo, ukipata ya, zinapungua. Yaani hapa nikiamua kucheka nicheke mpaka nianguke na chini stress nini zinapungua, uhuru wa mwanadamu. Lakini uhuru ukizidi unaleta nini uharibifu. Hata kazi haziendi, hata stress tunawaongezea wengine. Sijafanya utafiti vizuri, lakini wengine nimesikia, wale wake anaye kwanza ana naye kwazika Alafu wote wanaenda wapi? Jehanamu. Alafu moto ni ule ule. Yaani unafanana tu yeye kwaza, yeye kwaza. Na aliyekwaza unafanana. Yaani si Mungu hawezi kusema kweli. Si ulimchokoza mwenzako. Basi wewe moto ongezeke kidogo. Ah. Kama ni Jehanamu wote wapi? Jehanamu. Ni kwa nini? Kwenye ule umbaji wa Mungu tunapokuwa tunawafikiria watu walio tukwaza tunaharibu kuendelea kuwaza na kufikiri una, lakini aliyekukwaza yuko huru na wanda. Kilicho sababisha nini? Ni uhuru, lakini umeleta nini? Ni uharibifu. Sehemu nyingine nimewaeleza, nimesema hata kazini batiz, nakuta wako mume na mke au mume yuko, unakuta tu wana cheka wako kazini, wanagonga Angalia mwanzio, mmoja wako huru kazini mpaka anafanya nini? Anagonga mfano Mtafia anagonga na Sofia na mama Mtafia anapita anakuta anagonga na Sofia. Hapo nasema tu, kazini huku situingilie uhuru huo, si ndiyo? Lakini unaleta nini? ka uharibifu

Kwa Bethlehem pale mbele. Sasa nikawa na wazo, hivi watu waambia sasa wote watakuwa na gesi, watakuwa na umeme wote. Na tumia mkaa. Wote ni uhuru wa nani? Wa mwanadamu, anaharibu nini? Bible. Na Yesu asifiwe. Amen. Kama niko kazini tusiwe na uhuru sana, usitilize na leta wali. Amen. Na kazini mahali popote ambapo uhuru umezidi kazi ya yeti. Kile lingine tusipende kusimamiwa, tusipende nini kusimamiwa, kwa sababu mtu ambaye utakuwa na uhuru wa kufanya kazi basi utaituma kufanya kazi, lakini ukipenda kusimamiwa, umeandaa taarifa ya fedha bado na kikao kesho kutwa. Ah, kesho kutwa, ehe, nitakuwa ah, baba mwambie bosi wako kwa hiyo usongeze mbele labda mwezi. Uhuru huo yani namwambia unamwambia na bosi wako. Namwambia kwa uhuru unacheka na kucheka na yeye anacheka kazi yote ile. Unafika mwezi unasema bosi samani niongeze wiki. Uhuru unafanya nini? Unaleta huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hapa leo naamini tutafunwa leo funda kidogo, kwamba jamani, kupitia na neno hili kazini, tuheshimu kazi, tumweshimu Mungu. Pia amefafanua vizuri, anasema hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Palipo na kazi njema, hiyo nzuri, ni utukufu kwa Mungu. Palipo na nizamu Kazini ni utukufu kwa Mungu palipo na nidhamu nyumbani, ni utukufu kwa Mungu. Na mimi tulikutana kwa sababu katibu, yaani kweli ninyoshe mkono nigonge na wewe Pendo, kweli. Kweli. Nini? Unaleta nini? Haribifu, unaondoa nini? tukufu tusizidishe sana, unaondoa utukufu kwa Mungu. Unapokuwa unaheshimu kazi yako, unaheshimu fanya kazi, unatii, unaongeza utukufu kazini na kwa Mungu. Unapokuwa unatii maagizo na maelekezo, unaongeza utukufu na heshima kwako hata akisema ehe, hapa kazini nani ambaki we uliona utukufu wa Mungu hata jinsia nyingine anasema fulani huko, atasema ehe, si rafiki yake, lakini kumbe hayapo, ila ni heshima nini kazini. Acha Mungu anapenda kwa, naombeni tuingie kwenye uhuru ambao haukwazi mtu hauharibu taasisi hauharibu mbali, bali natujenga wote, na Mungu anajitukuza katikati yetu. Amen. Nafungua semina hii kwa jina ya Mungu Baba na Mwana